gozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Seth Kikuni amekamatwa muda mfupi baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya kuaminika, Kikuni ambaye ni mfanyabiashara kijana aliyewahi kugombea urais mwaka 2018 aliwasili kwa ndege ya Kenya kutokea Nairobi. Mashuhuda wanasema mara baada ya kushuka, pasipoti yake ilichukuliwa na maafisa wa idara ya uhamiaji kabla ya kuchukuliwa na wanaume waliodaiwa kuwa maafisa wa ajensi ya kitaifa ya ujasusi na idara ya ujasusi ya kijeshi. Kwa mujibu wa waliokuwa uwanjani hapo, Kikuni alipelekwa katika eneo lisilojulikana na mawasiliano yake yalikatika mara moja. Mwanasiasa mwandamizi wa upinzani Claude Andre Lubaya alithibitisha tukio hilo kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akieleza kama kitendo cha utekaji na uvunjifu wa haki za msingi za raia. Inadaiwa kuwa Kikuni alikuwa anarudi kutoka mkutano wa kisiasa uliofanyika Nairobi chini ya uratibu wa Rais wa zamani Joseph Kabila Kabangi uliokusudiwa kuunganisha nguvu za wapinzani na wanasiasa wa zamani wa kambi ya Kabila zidi ya serikali ya sasa ya Felix Tshisekedi. Hadi kufikia sasa hakuna tamko lolote rasmi lilotolewa na DGM anere wala serikali kuhusu sababu za kukamatwa kwake. Wafuasi na washirika wake wamelaani tukio hilo. Walitaja kuwa unyanyasaji wa kisiasa na juhudi za kunyamazisha wapinzani. Wametaka serikali kumwachilia mara moja Seth Kikuni bila masharti. Tukio hili linakuja wakati hali ya kisiasa nchini Kongo ikiendelea kuwa tete, huko serikali ikikosolewa kwa kukamata na kuwabana wakosoaji wake wakati nchi ikijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa na wa maseneta.